na kutaka rehema zishuke juu ya bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislam, tunao ugeni hapa, ugeni wa kiilmu, kama nilivyowaambia kwamba jana usiku alinipigia simu mheshimiwa Mufti, yeye bado yuko Makka kwa ajili ya manasik alhaji na mengineyo, alinipigia simu akiniambia kwamba bilharf, tunaye huyu kijana wetu Sheikh Kassim Mafuta atapita msikitini kwako kwa azungumze na waislamu yale ambayo Mwenyezi Mungu atamwafikisha na wanawazuoni huwa akija kama hivi humpangii. Inna Allaha yuntiqu ulamaa kulli zamanin bima yunasib ahla. Kwa hivyo tutakuwa naye kwa muda huu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuwezesha kuwa naye, tumsikilize kwa makini ujumbe alionao. Hapana shaka ni ujumbe wa aina yake mzuri.

kuelekeza shukrani zetu kwa wenyeji wetu katika jiji hili la Arusha wa bilkhusus shekhe wetu mzee wetu shekhe wa mkoa huu Shekh Shabani bin Juma hafidhahullah taala wa ra'ah kwa ukaribisho wake mzuri na ikramu yake kwetu. Kwa hakika tumefarijika na kujiona kuwa tuko nyumbani. Kadhalika, maratibu na waumini wa msikiti huu ambao wameacha shughuli zao na mambo yao pamoja na kwamba taarifa hazikuwa za muda mrefu, lakini wakaitikia wito na kukaa na kutusikiliza kwa kile ambacho tunaona ya kwamba kitakuwa na manufaa katika dini yetu na maisha yetu ya kila siku, pia na ndugu zetu wengine waliotoka nje ya msikiti huu

Makhalifa waongofu wenye kuongozwa. Kwa hiyo tutakachokifanya sisi ni kunukuu yaliyokuwepo na si kuleta mapya, tena kunukuu mambo ambayo yatatujenga na hayata haya hayatatubomoa na ambayo yatatukusanya na wala hayatatugawanya, yatakayotutengeneza na kusuluhisha imani zetu, misimamo yetu, fikra zetu, na si kuzichafua. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha kuhudhurisha maudhui hizi atupe taufiki yake tuseme lililo ndilo lile la sawa tuseme vile vilivyo ndivyo na si vinginevyo, kutokana na hali tuliyonayo sisi Waislamu kwenye nchi yetu na miji yetu. Kwenye Uislamu kuna mambo mengi sana ya kutufunza sisi. Miongoni mwa hayo ni matukio yaliyokwisha tokea huko nyuma, na ndio maana ukiidurusu Quran, utaiona sehemu kubwa ya Quran Allah Jalla wa ala akimsimulia mtume wake habari za mitume waliyomtangulia.

mambo ya kubunibuni la ni habari za hakika, na ndani yake zina mafunzo. Kwa hiyo matukio ya waliopita huwa yanajenga mazingatio kwetu, na hiyo ndio neema ya Uislamu. Uislamu umetuwekea misingi madhubuti, umetuchorea njia ukitaka kujua, ukirudi katika mafunzo yake utaipata elimu yake. Ukifika mahali ukawa umetopewa umedangana, hujui uende wapi, ukirudi katika mafunzo ya Uislamu utaona yanakupa mwangaza mbele yako wa kuonyesha njia kwamba wewe watakiwa upite hapa, kupitia matukio mbalimbali yaliyopita huko nyuma na maelekezo yaliyotajwa, sisi katika nchi yetu hivi sasa na nchi zetu hizi zote tuliletewa janga moja kutoka huko ughaibuni likiitwa demokrasia. Tuliletewa hili na kwa kuwa wao ndio mabwana wakubwa walioishika hii dunia, ikawa sisi hakuna budi kwetu ila tuipokee hiyo demokrasia na yale yake yote yaliyomo ndani yake, na hasa kutokana na ule udhaifu wetu tulionao katika nyanja mbalimbali za kimaisha wakautumia udhaifu ule, wakatuletea mambo yale tukayakubali. Lakini ndani yake kuna baadhi ya mambo, sio yote, hayaendani kwanza na utamaduni wetu sisi, bali mingine hayaendani na dini yetu ya kinyume na ili dini ilivyo, na mingine tumeyaongezea juu yake sisi wenyewe kwa ule ubaramaki wetu na kujiona twajua mambo haya. Kila uchao, kila kunapopambazuka, yanakwenda na madhara yake, yanaanza kujitokeza kidogo kidogo miongoni mwa madhara makubwa kabisa ambayo yako kinyume na Uislamu ni kuondosha izza, ili nguvu na hishma kwa wenye mamlaka, na mamlaka yakaachwa kwa raia wao, ndiyo wataeleza nini wanataka Raiya hao wote wako sawa, hawatofautishi baina ya mtoto na baba yake. Baba akiwa na rai ya ndiyo na mtoto akiwa na rai ya hapana, hizo ni rai sawa. Kama una watoto wawili wakisema hapana, wewe ukisema ndiyo, umeshindwa, kwa sababu wengi wape. Nikaa kikao baba na watoto wako mimi nataka jambo fulani lifanyike kwa wakati fulani. Demokrasia yakwambia sasa, wewe umetoa rai hiyo, sasa tuwasikilize watoto wasemaje. Watoto wawili wakisema hapana, baba, umeshindwa, jambo hilo halitafanyika, kwa sababu wengi wape. Kikawa wewe na binti yako au binti zako wakisema hapana, basi ndiyo hapana, kwa sababu wengi wape. Ndio maana demokrasia, demokrasia inaangalia usawa, haiangalii uadilifu. Na sisi kwenye Uislamu tumeamrishwa uadilifu, sio usawa. Neno uadilifu na usawa ni vitu viwili tofauti. Usawa ni kutaka kumfanya mke na mume wawe sawa, lakini uadilifu ni kumpa kila mmoja haki yake na kukiweka kitu mahala pake vile anavyostahiki ndio uadilifu. Sasa katika mambo mabaya yaliyoingia katika nchi zetu ni kuondosha ile nafasi ya mtawala kuwa ana izza, ana nguvu, ana hishma, ana kauli, na kuhamisha jambo hilo ambao pengine hawana maarifa katika hilo wanataka kulizungumzia, ambapo Uislamu umeweka mtawala, lakini anakuwa na ahlushura, ahlu lhalli, ahlu walaqdi, watu ambao wana nafasi ya kuyafunga mambo na kuyapitisha, kadhalika kuyachangua mambo. Na kufanya uchambuzi wa mambo, ujahaa un-nas, wale wataalamu wabobezi katika mambo. Akikaa nao anashauriana nao anapanga jambo lao, jambo la maslahi ya umma, kisha yeye anatoa kauli na watu wote wanasikiliza bila ya kupinga, ipandikane, as-sam'u wat-ta'ah. Huu ni msingi imara katika Uislamu. Itakapofika kipindi Waislamu wakauacha msingi huu wakaleta mbadala wake, madhara yatakayojitokeza, hakuna wa kulaumiwa ila nafsi zao. Baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi yake ilishikwa na sahaba mtukufu As-Siddiq Abubakrin radhiallahu anhu, akaongoza umma wa Kiislamu. Hali ilikuwa shwari ndani kwa upande fulani, hasa katika upande wa utiifu, lakini palitokea baadhi ya matatizo, hasa kuritadi baadhi ya makabila kama Banu Hanifa na wengineo huko sehemu za Aliyamama. Allah subhanahu wataala akamuwafikisha kutibu tatizo lile kwa njia sahihi na mambo yakatulizana. Alipoondoka katika huu ulimwengu, alishika nafasi yake khalifa wa pili Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu wa ardhah, kipindi chake ndicho kipindi kilichomathiliwa Uislamu kwa vitendo kwa kiasi kikubwa mno. Akaimathili ile maana ya uadilifu adala na ile, ule utabiri wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukatimia kwenye kipindi chake. Uislamu ukaenea kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu

kwamba iko siku wao watakuwa juu ya hizi dola mbili, kwa sababu ilikuwa ndio mataifa yenye nguvu kwa wakati huo. Warumi waliitawala nusu ya dunia, hivyo hivyo mapeshi walitawala nusu ya dunia. Ikawa nchi zote za kaskazini mwa Aljaziratu larabiya ziko chini ya empire ya Warumi, mpaka kuja Misri, mpaka Ethiopia huko Aksum kwa kina Najashi mpaka kuingia al-Yaman mpaka kufika Najran, kote ilikuwa ni manasara wanaofuata walio chini ya dola ya Warumi wa Kristo, na hakuna mtu anaweza kunyanyua mdomo wake na kwenda Ulaya huko ya mashariki na magharibi, Anatolia na wapi huko kote, Cyprus kote iko chini ya Warumi mpaka kufika Spain na nchi nyinginezo na huku ukija upande wa mashariki Ulaya ya mashariki huko Georgia na Armenia na Azerbaijan Irani yote yenyewe na huko stani Uzbekistan Turkmenistan wapi wapi wapi kote huko Peshia, dola ya Peshia ilikuwa ndio imetawala na ina nguvu mpaka sehemu katika Iraq Waarabu katika sehemu ndogo tu na baadhi yao wako wa chini ya wa Warumi au chini ya Wapersia. Nuru ya wa Uislamu ilienea, Uislamu ukapata nguvu katika zama za Umar radiallahu taala anhu. Hizi imratoriyat aliziangusha. Siko kumwelezea leo Umar ibn Khattab radiallahu taala anhu na manakibu zake na injazati zake alizozifanya katika wakati wake, ni mambo makubwa kabisa ambayo yapasa sisi waislamu tuyajue. Lakini leo hatutakwenda kwenye maelezo yake, tutayaacha haya. Alifanikiwa biidhnillahi alkarim, ikawa miji yote hiyo imenyenyekea kwenye dola ya Uislamu, akaishi alivyoishi mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipokadiria kifo chake. Akauawa na majusi mmoja akiitwa Abu Lu'lu inil majusi, qatalahullah, kwa kumdunga na visu katika mwili wake Akafariki khalifa yule, lakini alitoa wasia wa watu sita katika watu wa shura, min alasharati lmubashirina biljanna, kwamba watu sita hawa katika waliobashiriwa pepo hawa wakae wamchague mtu mmoja awe khalifa wao. Wakakaa kikao si cha siku moja, kilichukua muda, akiwemo Uthmanu bin Affan Dhunnuraini radhiyallahu anhu

wamchague mtu mmoja awe khalifa wa Waislamu ambaye atakosa ni khalifa wa tatu. Mjadala ukapita ulivyopita, kisha ikafikia hatima ya kuchaguliwa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, na yeye ndiye itakuwa mazungumzo yetu ya leo, sehemu katika maisha yake. Kuna mengi ya kujifunza sisi kupitia maisha yake yeye. Lakini kitu cha kwanza ambacho nitapenda kukizungumzie kwenye sehemu hii ya kwanza, kwa sababu nitaomba jambo hili nilizungumze kwa sasa, kiasi cha saa moja hivi na kidogo, kisha tusimame, alafu upande wa pili nizungumze baada ya salati ya maghrib kidogo tu yale ambayo insha allah tutakuwa tumeyavuna kutoka kwenye darasa hili la huyu bwana mkubwa